Sheria saba za kuwa tajiri. Chaneli Ahadi Divertissement. Utangulizi. Karibu sana kwenye chaneli ya Ahadi Divertissement. Leo tunakuletea maarifa yatakayokusaidia kuanza safari yako ya utajiri. Hii si ndoto tu, bali ni hatua halisi zinazotumiwa na watu waliofanikiwa duniani. Hizi ni sheria saba ambazo ukizifuata kwa dhati zinaweza kubadilisha maisha yako. Sheria ya moja: hiweka akiba kabla ya matumizi. Kila unapopata pesa iwe mshahara, faida au zawadi, jiwekee asilimia kumi kwanza. Hii ndiyo mbegu ya mafanikio yako. Maskini hutumia kwanza, halafu hujaribu kuokoa. Tajiri huweka akiba kwanza, kisha hutumia kilichobaki. Jifunze kujilipa wewe kwanza. Sheria ya mbili: itumia chini ya unachopata. Usijaribu kuishi maisha ya kuonyesha. Watu wengi wanapoteza fedha kwa kutaka kuonekana Tumia chini ya kipato chako. Hii ndio siri ya uhuru wa kifedha. Matajiri wa kweli huishi maisha ya kawaida, lakini huchukua hatua za kipekee. Sheria ya tatu, jifunze kila siku kuhusu fedha. Maarifa ni nguvu. Tenga muda wa kusoma vitabu kuhusu fedha, kutazama video za mafanikio au kusikiliza watu waliowahi kufaulu. Jenga maarifa yako kuhusu uwekezaji, nidhamu ya kifedha na biashara. Ujinga kuhusu pesa ni gharama kubwa kuliko chochote. Sheria ya nne hiwekeza ili e usihifadhi tu akiba bila uwekezaji haizalishi. Wekeza katika vitu vyenye dhamani ya muda mrefu kama ardhi, biashara, hisa au hata elimu yako. Usihifadhi pesa tu kwenye akaunti ya benki bila mpango, weka pesa zako mahali zitakakua. Kumbuka, pesa isiyofanya kazi ni kama mbegu isiyopandwa. Sheria ya tano, hujihusishe na watu wanaojenga wewe. Ni wastani wa watu watano unaowazunguka kila siku. Ukiwa karibu na watu wanaolalamika, utaanza kulalamika pia, lakini ukijizungushia watu wenye malengo, utaanza kujifunza, kuchochewa na kuamka kila siku kwa nguvu mpya. Chagua marafiki zako kwa hekima, mafanikio yako yanategemea hilo. Sheria ya sita, hikuwa na subira na nidhamu. Utajiri ni matokeo ya maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Usitarajie kufanikiwa mara moja, mafanikio yanahitaji muda, nidhamu na uvumilivu. Fanya kazi kwa bidii, lakini pia kwa akili. Weka ratiba, kuwa na bajeti na epuka tamaa ya mafanikio ya haraka. Jenga msingi imara pole pole, ndiyo njia salama zaidi. Sheria ya saba, toa ili upokee. Utoaji ni sehemu ya siri ya mafanikio Watu matajiri hawatoi kwa sababu wana pesa nyingi, wanatoa kwa sababu wanatambua baraka huja kwa waliobarikiwa wengine. Toa kwa familia, shirika, kanisa au mtu asiyeweza kukulipa. Moyo wa kutoa huleta upana wa kupokea. Usiogope kutoa kidogo. Eu, kwa Mungu kidogo chenye moyo ni kikubwa sana. Hitimisho: sasa unazijua sheria saba za utajiri, weka akiba, tumia kwa busara, Jifunze kila siku, wekeza kwa akili, zingatia mazingira yako, kuwa na nidhamu, usisahau kutoa. Utajiri haupimwi kwa kile ulicho nacho leo, bali kwa misingi unayoweka kwa kesho. Anza leo, hatua moja inaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Wito wa kuchukua hatua: kama umejifunza kitu, tafadhali jisajili, subscribe, kwenye chaneli ya Ahadi Divertissement. Toa like, acha maoni yako, mshirikishe rafiki yako mmoja. Pamoja tunajenga kizazi kipya cha maarifa, misingi na mafanikio ya kweli barani Afrika. Asante kwa kutazama. E, eh, karibu tena.